Waziri Mkuu Kasim Majaliwa amesema serikali imefanikiwa kutoa kiasi cha shilingi trilioni 3.5 kufikia mwaka 2024 kwa ajili ya uwezeshaji wa vijana kiuchumi, kutoka shilingi bilioni 904 mwaka 2021. Amesema fedha hizo zimewasaidia vijana kupata mitaji, ambayo imewawezesha kushiriki katika shughuli mbalimbali za uzalishaji mali na hatimaye kuinua vipato vyao, pamoja na uchumi wa Taifa. Amesema hayo Oktoba 10, 2025 wakati wa maadhimisho ya Wiki ya Vijana Kitaifa, ambayo imefanyika mkoani Mbeya, yakiwa na kauli mbiu isemayo nguvu kazi ya yusemayo, vijana kwa maendeleo endelevu. Tunayo programu ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Serikali yetu imeimarisha programu ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi na huduma na namna ya kupata mitaji kupitia programu hizo. Programu ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi iko ofisi ya waziri mkuu, na yenyewe ndio inaongoza e mifuko ya utoaji mikopo kwa gharama nafuu, tukianza na mfuko wa halmashauri ambao pia vijana ni sehemu ya wadau, walemavu ni sehemu ya wadau, na wanawake ni sehemu ya wadau. Mkakati huu unawezesha kuongeza mikopo inayotolewa katika mifumo na mifuko mbalimbali ya programu ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi hapa itenga bilioni 904.2 mwaka 2021 lakini sasa tumetenga trilioni 3.5 nguvu kazi ya vijana ndiyo msingi wa safari ya maendeleo ya taifa hili vijana wakipewa nafasi na wakiandaliwa vizuri wanaweza kuwa nguzo kuu katika utekelezaji wa kila mipango tuliyojiwekea ya ndani ya nchi We ndugu vijana, nitumie nafasi hii kuhakikishia kuwa serikali yenu itaendelea kushirikiana kwa karibu kabisa na wadau wote waliojipanga kuhakikisha kwamba tunawaendeleza vijana. Lakini tutaendelea kuungana na sekta binafsi ambazo wao zinaajiri vijana, asasi za kiraia. Lakini tutaendelea kuwaunga mkono viongozi wa dini na viongozi wa mila kwa namna ambavyo mnatoa miongozo na maelekezo kwa vijana wetu. Ndugu vijana, nirudie tena, kwa niaba ya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan niwaambie tu kwamba nyie vijana wa Kitanzania ndio nguzo muhimu ya maendeleo katika taifa hili. Mmechangia kwa kiasi kikubwa maendeleo ya taifa hili kufikia hapa tulipo, iwe ni kwenye sekta ya kilimo, sekta ya kibiashara teknolojia, michezo, hata sanaa. Ni vijana ndio mnafanya kazi hizi. Hongera sana, jipigieni makofi wote. Kwa upande wake, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi Vijana, Ajira na wenye ulemavu Ridhiwani Kikwete amesema serikali ya Tanzania inatambua umuhimu wa kundi la vijana na ndiyo maana inawekeza na kuthamini mchango na nguvu zao katika kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Wiki ya Vijana ya mwaka huu 2025 inaadhimishwa chini ya kauli mbiu isemayo nguvu kazi ya vijana kwa maendeleo endelevu. Kauli mbiu hii inatuhimiza serikali na wadau wa maendeleo kutambua kwamba nguvu kazi ya taifa letu ipo miongoni mwa vijana, ambapo kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 vijana wenye umri kati ya miaka 15 mpaka 35 ni zaidi ya asilimia 34.6 ya wananchi wote wa nchi yetu. Vile vile asilimia 77.3 ni ya vijana wote waliopo nchini ni wako chini ya miaka 35. Takwimu hizi zinatuonyesha kuwa watoto na vijana ndio sehemu kubwa ya taifa letu leo. Kwa msingi huu, serikali ya Tanzania inatambua umuhimu wa kundi hili na ndio maana imewekeza kwa nguvu kubwa sana kwa vijana, hivyo ni ishara y kuwa tunathamini mchango na nguvu kazi kwa kuleta mabadiliko chanya katika jamii yetu. Zaituni Mkwama, Daily News Digital. <muchilio>